Sasa uh, Gabriel, tukiangalia historia, naona ndio magari hayo maalum kabisa kwa ajili ya makamu wa rais ambayo yanaingia sasa kwenye lile lango kuu kwa ajili ya kuja na kuingia huku uwanjani ambako watu mm, katika wa uwanja wa uhuru, uwanja wa uhuru, macho na masikio ya watu wote yako hapo, mm -hmm. Mm -hmm na uwanja huo uhuru pia nao unajua kwamba una historia iliyo kubwa pia nayo, kwa sababu tunaposema uwanja wa uhuru na leo ni siku ya uhuru, miaka hamsini na tano uwanja nao umetimiza, <laughs> uwanja na uhuru siku nyingi sana. Tunasema happy birthday uwanja wa uhuru, happy birthday uwanja wa uhuru. Lakini kinachoonekana hivi sasa ni kwamba baada ya uwanja huo baadae sasa ukajizaliwa uwanja wa taifa, tuna uwanja wa uhuru na tuna uwanja wa taifa. e, luteni e, kama umekaa kimya muda mwingi sana hapa, sijui ulikuwa unaangalia vikosi zaidi. Unasema nini kuhusu uh, uwanja huu? Uwanja huu vilevile unahusiana um, moja kwa moja na masuala ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania pamoja na wakati mwingine vikosi um, mbalimbali vya ulinzi na usalama, na venyewe huwa vinafanya magwaridi mbali mbalimbali. Anayowasili hapo sasa ni makamu wa rais raisshimiwa wageni wa alikwa wa, wa bwana wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mweshimiwa Samia Suluhu Hassan anawasili wanjani sasa. kama ilivyotangazwa, ndio makamu wa rais anawasili sasa hapo e. Kwa hiyo tumekuwa tukieleza hasa zile harakati za kuelekea kudai uhuru na mara baada ya uhuru e, e, katika kama tunavyoelezea kuhusu uwanja huu wa uhuru kwamba nao unatimiza umri wa miaka hamsini na mitano na miongoni mwa shughuli zingine e, Luteni Daga umekuwa ukielezea pia kwamba shughuli mbalimbali za kijeshi pia zimekuwa e, zikifanyika katika uwanja huu mathalan. Naam, kama unavyoona maparedi mbalimbali yanafanyika katika uwanja huu um, vitu vyote ambavyo vinahusu masuala ya paredi kuhusu masuala ya jeshi vinafanyikia kwenye uwanja huu. uh, tofauti na uwanja huu labda siku za mashujaa ambavyo inategemea na na na, na, amiri jeshi mkuu atatoa ata, ata, ata, ata, ata, ataamuru uh, ata kwamba ifanyike wapi, lakini mbali na siku za mashujaa, sherehe zote ambazo zinafanyika za kijeshi zinafanyika humu kwenye uwanja wa uhuru. Kwa hiyo uwanja moja kwa moja vile, vile una uhusiano vile, vile na jeshi la ulinzi la nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni uwanja wa historia yake hapa nchini. Sawa sawa na harakati hizo za kuudai uhuru ziliza matunda baadaye, ambapo mwaka elfu moja mia tisa na sitini na moja baada ya jitihada nyingi sana zilizofanyika, eshe kama ulieleza saa zile, kuna watu ambao hata waliamua kuchanga chochote walikuchokuwa nacho, walijitoa, walimchangia mwalimu Julius Nyerere. Makamu wa rais akisalimiana hapo na viongozi mbalimbali mbali walioko hapo. Kwa hiyo watu walichangia mengi, watu walichangia fedha zao, walijitoa. Mpaka kuna mama ambaye historia inatuambia kwamba alikuwa muuza vitumbua tu, akatoa mchango wake karibu shilingi dola dola elfu zaidi ya dola elfu moja au elfu ishirini Hapana, elfu ishirini dola elfu ishirini ni ilikuwa ni wanafunzi waliokuwa wanasoma uh, nje ya nchi uh, akiwemo mzee um, Paul Kimiti wao walitoa wali dola elfu ishirini uh, kuja kuchangia maendeleo nchini eh, na nadhani katika vipindi vyetu mfululizo wa vipindi maalum vya uhuru tulipata nafasi ya kumhoji mzee Paul Kimiti. Anasema walipotoa ile dola elfu ishirini miaka hiyo hata mwalimu Nyerere mwenyewe akasema, haya nyinyi hizi pesa mmezipata wapi? Maana ni nyingi, unaona lakini kutokana na, na uzalendo wao eh, wa, kile ambacho walikuwa wanachokipata kipindi hicho wanasoma wakasema, hapana, na sisi tuchangie katika maendeleo. Kwa hiyo e, nia zile dola elfu ishirini zilikuwa ni kuja kuchangia uh, maendeleo uh, nchini. Kwa hiyo e ndio hivyo, lakini tukirudi nyuma kidogo, Gabriel, tukumbuke kwamba uh, Mwalimu Nyerere wakati anakuja Dar es Salaam akitokea Tabora eh? alikuwa sio maarufu hmm. Hakuwa katika ulingo wa siasa kama ilivyokuwa na ukoo wa hmm. Sykes unaona, kama ilivyokuwa kina Dosa Azizi hmm. Haya ndio majina makubwa. Yeye hakuwa maarufu wala hakuwa katika ulingo wa siasa. Kwa hiyo hata alipopata uh, alipochaguliwa uh, kuwa rais wa taa, watu walikuwa wanasema mbona huyu hatumjui? <laughs> mbona kwenye siasa pia hatuna uhakika, lakini angalia alipotufikisha hii leo hmm. Kwa hiyo baada ya mwaka sitini na moja uhuru kupatikana, nadhani imani ikajengeka zaidi, lakini walimwamini kutokana na upeo wake, kutokana na elimu yake, kutokana na uzalendo wake, kujitoa katika kudai uhuru hmm. Ama kwa hakika kama ulivyosema hivyo ni uh, umechangia kwa kiasi kubwa sana hasa katika harakati hizo. Naona barabarani huko eh, magari